innaka anta alalimu alhakim, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, hatuna hatunabudi tena kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa neema kwanza ya Uislamu, lakini vile vile kutujaalia miongoni mwa wale ambao waliodiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, fasumna na tukafunga nasalu Allah taala an yajalana min almaqbulin. Vile vile tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa neema ya uzima na afya njema ambayo insha Allah ndani ya muda mfupi ujao tutakuwa miongoni mwa wale ambao watakaojumuika roho zikuwepo hai e, katika kusherehekea e, e, Idu Alfitri, lakini vile vile kwa wale ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala aliowahitari, inshallah awasamehe madhambi yao awa, na awakutanishe na wema waliotangulia awafufue pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika alfirdausi alaala. Na waliwagonjwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala awape shifaa za haraka na kuwaondolea pamoja na kuwapunguzia maumivu, awape subra wale ambao wanawahudumikia, ili kwamba waweze kupata ujira kufanya khidma kwa ndugu zao Waislamu. Ndugu zangu katika iman, kilichotujumuisha hapa pamoja leo ni kuzungumzia masala mazima yanayohusiana na ibada adhim ambayo inafungamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nao ni ibada ya utoaji wa Zakatulfitri. Zakatulfitri ni ibada, na ibada hii ni lazima kwa kila Muislamu kama

hutolewa kwanza kwa kila Muislamu. Na kwa nini ikaitwa zakatul fitri? Imeitwa zakatul fitri kwa sababu ni zaka ambayo imeambatana na funga ya Ramadhani, kwamba ni zaka ambayo inatolewa baada tu ya kukamilisha mfungo wa Ramadhani. Na wengine wakaiita zakatu albadani, zaka ya kiwiliwili. Kwa maana gani? kwa maana ya kwamba unapotoa zaka hii unajisafisha wewe kutokana na yale, yale mambo yote ambayo yaliitia kasoro funga yako. Imekuja katika hadithi tume, sallam, katika ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kueleza malengo ya utoaji wa zakatul fitri, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, zakata alfitri tuhuratan lisaimi E, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefaradhisha zakatu alfitri, kwanza iwe ni kitoharisho ni kisafisho ni utakaso kwa yule aliyefunga, lakini vile vile wa tu'matan lilmasakin, ni chakula kwa ajili ya wale wanyonge maskini na mafakiri. Kwa hiyo katika sababu ambazo zimepelekea kufaradhishwa zakatu alfitri kwanza ni utakaso wa yule ambaye aliyofunga kwa sababu funga yake inakuwa ni muallaqun baina ssamai wal ardhi wa wala yurfau illa bizakati lfitri. Funga ya mtu aliyefunga mwezi mzima wa Ramadhani itabakia kuwa ni yenye kuning'inia kuning'inia, baina ya mbingu na ardhi, na wala funga hiyo haitonyanyuliwa, kwa maana ya kwamba haitotakabaliwa isipokuwa baada ya kuambatanisha na kutoa zakatu lfitri. kwa zakatu lfitri ni wajibu kwa kila Mwislamu. Ni wajibu kwa kila Mwislamu, awe ni huru au mtumwa, awe ni mwanamke au mwanamme, awe ni mtoto au mtu mzima, ni lazima kutoa zakatul fitri. Lakini ukisoma hadithi ya Mtume, anasema minal muslimina. Hii ina maana kwamba zakatul fitri haito wajibika kwa wale ambao waliokuwa sio Waislamu. Kwa hiyo wako watu wanakaa na wasaidizi wao madada wao wa kazi ambao sio Waislamu, haitowawajibikia wao kuwatolea Zakatulfitri. Kwa hiyo Zakatulfitri imeitwa Zakatulfitri kwa sababu hizo ambazo nimezieleza nimezi. Lakini Zakatulfitri hii kama tulivyosema, inawawajibikia Waislamu wote wale ambao waliodiriki sehemu ya Ramadhan na sehemu ya Shawal. Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba mtu ambaye atakayefariki kabla ya kuzama jua au kabla ya kuonekana mwezi wa Shawal, huyu haitomwajibikia Zakatul Fitri, au akafariki baada ya kuzama kwa jua, kwa maana tayari mwezi wa Shawal ushaingia, huyu itamwajibikia Zakatul Fitri. Kwa sababu gani? Amepata sehemu ya Ramadhani na amepata vile vile sehemu ya Shawal, na hili vile vile linakuwa ni mutabik kwa mtoto. Mtoto ambaye yumo katika tumbo la mama ake, ikiwa litazama jua kabla ya kuzaliwa, basi haitomwajibikia kutolewa Zakatul Fitri. Lakini mtoto huyu lau kama atazaliwa kwa muda mchache kabla ya kuzama kwa jua na akadiriki sehemu ya mwezi wa ya Shawwal, yaani likazama jua hali ya kuwa yuko hai basi mtoto huyu itamwajibikia atolewe zakatul fitri. Na zakatul fitri inawajibika kila mmoja ajitolee mwenyewe binafsi, na wale wote ambao wanamlazimu yeye huduma zao, kuanzia makazi, malazi, chakula na mambo mengineyo. Kwa hiyo baba wa nyumba itamwajibikia kumtolea mkewe pamoja na familia yake yote, isipokuwa kuna mulahadha hapa mdogo lazima tuuzingatie. Kwa wale watoto ambao walikuwa tayari age yao ishakuwa ni kubwa, wana uwezo wa kujichumia, baba anapotaka kuwatolea wale lazima atake idhini kutoka kwao, kwa maana ya kwamba awaarifu na wamwambie kwamba baba yetu, tumekuruhusu kututolee zakatul fitri kwa niaba yetu. Kwa hiyo huu mulahadha ni muhimu sana, takiwa lazima tuufahamu, kwa sababu wengi tumekuwa tunafanya hili jambo kimazoea, ki na kama jambo la kiutamaduni tu, mzee anakwenda anatoa Zakatul Fitri huko basi na kuwajulisha watoto ambao tayari eh, huduma zao hazipo chini ya usimamizi wake yeye. Jambo jingine ambalo ni muhimu la kulizingatia, Zakatul Fitri, kinachotakiwa kutolewa ni chakula kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata lfitri saan sh -sa min shairin wa saan min tamrin, na kuna baadhi ya riwaya imeongezeka zabibu na vyakula vinginevyo. Kwa hiyo, kwanza tunafahamu kwamba Zakatu lfitri inawajibika kutolewa chakula, ndicho ambacho kimeelezwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na kwamba wako baadhi ya wa wanazuoni ambao wameeleza kwamba inajuzu kutoa kutoa thamani ya chakula, lakini kauli ambayo iliokuwa ni rajih na yenye nguvu kwamba zakatulfitri kinachotolewa ni chakula na hasa hasa katika mazingira ambayo kitakuwa chakula kimeadimika katika nchi au katika lile eneo ambalo natolewa, natolewa zakatu alfitri watu tatakiwa na itakuwa ni wajibu kwa wao. Eh, ilzaman kutoa chakula kwa sababu, ndicho ambacho chenye kuhitajika zaidi, pamoja na kwamba salawatullahi wasalamuhu alaihi ameeleza baadhi ya vyakula, lakini wanazuoni wakajuzisha kutoa vyakula ambavyo vinaliwa zaidi katika eneo husika. Kwa hiyo katika eneo husika, ikiwa mfano chakula chao ni maharage zaidi, basi maharage. Sehemu ambayo panatumika mchele basi utatoka mchele. Sehemu ambayo inatumika bur au shair au na vinginevyo, basi watatoa watu chakula hicho ambacho kinatumika zaidi katika nchi hiyo au katika eneo katika eneo husika. Ama kiwango ambacho tunatakiwa tutoe, ndio kile kile ambacho aliokieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni saa na saa, kwa Kiswahili tunasema kwamba ni pishi Pishi imekisiwa kama kilo mbili na gramu arobaini mpaka thamanini yani kilo mbili na nusu mpaka kilo tatu kasrobo. Lakini ikiwa utatoa zaidi ya hapo, basi utapata ujira wako kwa ile ziada ambayo ambayo wewe umeiongeza ume, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema ndani ya Qur'ani, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kwamba hamto fikia wema na daraja juu kabisa ya pepo na malipo makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka ikiwa mtatoa vile ambavyo mnavyovipenda. Na hapa kuna mulahadha ambayo nataka kuutoa vile vile, kila ukitoa chakula ambacho kitakuwa ni pendwa zaidi, kwa maana ya kwamba tujaalie kwamba wewe umeamua kutoa mchele, basi ukitoa basmati au mchele ambao una level ya juu, basi hii itakuwa ni sadaka ambayo inayopendeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kwa hiyo kila mkitoa vile ambavyo vitakuwa vinawafurahisha zaidi wale ambao mnawapa basi itakuwa inapendeza zaidi. Lakini ikiwa hali yako ya kiuchumi hairuhusu, utatoa kwa kadri ya ile hali ambayo uliokuwa nayo, lakini uwajibu huu hautoanguka isipokuwa kwa wale ambao waliokuwa hawana uwezo wa kutoa hiyo zakat, Zakatul Fitri. Muda wa kutoa ni muda gani? Muda wa kutoa kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, zaka hii inatakiwa itolewe kabla ya baada ya kuzama jua na kabla ya kutoka watu msikitini, eh, kabla ya imamu hajashuka katika membar, anatakiwa eh, wakati huu ndio wakati wake wa kutolewa zaka Zakatul Fitri, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote ule ambaye atakayeitoa sadaka hii baada ya watu kurudi msikitini, yani baada ya swala, basi atakuwa huyo hakutoa zaka zakatul fitri, bali itakuwa ni sadaka miongoni mwa sadaka tu. Kwa hiyo lazima tuchunge muda isipokuwa kama ikiwa kuna dharura ambazo zimekupelekea e, uchelewe. Pengine unataka kutoa lakini uwezo wa kutoa fedha yako huna, unasubiri pesa utumiwe na watu wamechelewa kukutumia, basi dharura hii kisheria itazingatiwa na utatoa hata kama baada ya kuswali e, sala ya sala ya nini, sala ya Idi. Na ndio maana wanazuoni katika kulichunga hili baadhi yao wakajuzisha kuitanguliza zakatulfitri kwa siku moja au siku mbili, na wako baadhi ambao wametawasaa zaidi wamekwenda mbali zaidi, wakasema inajuzu kutoa zakatulfitri tokea mwanzo wa mwezi wa Ramadhani kwa sababu tunajua eh, baadhi ya watu wanakuwa wamebanika na mambo mengi kuweza kuuchunga wakati huu wa baada ya kuzama kwa jua mpaka kushuka katika kumaliza sala ya Idi, inakuwa wengine mazingira haya ni magumu kwa kutoa, kwa wao kutoa. Kwa hiyo wana uwezo wa kufanya nini wa kutanguliza Zakatul fitri zao mapema ili kuweza e, wasitoke nje ya wakati, na kwa lengo vile vile kwamba hii sadaka iwafike wale walengwa kwa wakati na mapema. Na kwa sababu hapa pia kuna kipengele muhimu lazima tukizingatie, wale ambao watakaokuwa wanaopewa Zakatul fitri, kwa sababu wanaotakiwa kupewa Zakatul fitri ni makundi mawili tu katika yale makundi manane ambayo yameelezwa ndani ya Qur'ani ndani ya Qur'an tunajua kwamba zaka wanatakiwa wapewe watu wa makundi manane, innama assadakatu lilfuqarai walmasakina ila akhiri laya. E, makundi haya ndio ambayo yanawajibika kutolewa zaka, zaka ya kawaida. Lakini zakatul fitri wanaopasa kupewa ni watu wa aina mbili tu, alfuqara walmasakin, yaani mafakiri na masikini, ambao hawa kiwango chao cha uchumi kinakuwa kiko chini zaidi kwamba wanakuwa hata kile cha kukila katika ile siku ya idi wanakuwa hawana, na hapa ndo nikasema napenda kutoa huo mulahadha muhimu sana e, wale ambao wanaopewa hii zakatul fitri inawezekana ikawa mtu anapewa na mtu zaidi ya mmoja na na watu watatu, watatu, wanne watano ikiwa atakipata kile ambacho cha kumtesheleza yeye cha kumtosheleza yeye kwa ile siku yake ya Idi pamoja na familia yake, basi kile kitakachozidi anatakiwa na yeye akitoe kwa wengine ambao watakokuwa wanahitajia. Sio kwamba alimbikize tu polo zima la mchele, vipolo vili vya mchele amekaa navyo ndani halafu yeye mwenyewe hatoe ile zaka kwa watu wengine. Ikiwa utapewa na kitazidi kile kiwango ulichopewa kiasi ambacho kwamba wewe kitakuwa kimekutosheleza kwa ajili yako wewe na familia yako, basi unaweza ukakitoa kile kilichozidi kwa watu wengine, au itakuwajibikia kutoa kwa watu wengine ambao watakokuwa na wao wa, wanawahitaji katika siku kama hiyo. Lakini vile vile katika nukta ambazo ni muhimu kuzingatia e, ni kwa wale ambao wasafiri. Kwa wale ambao wasafiri, zaka hii wataitolea wapi? Wataitolea katika maeneo yao, yani wanayoishi ndani ya nchi zao, au wataitoa wa kule ambapo wanapokwenda. Hapa kuna masala muhimu ambayo tunatakiwa vilevile tuyazungumzie. Ni masala gani? Ni masala ya uh, mtu ambaye yuko safarini, na hapa wataingia vilevile wale ambao wanaishi ughaibuni, eh, wanaishi Ulaya na maeneo mengine ya nje ya nchi. Watu walioko safarini, eh, safarini wanatakiwa zaka zao wazitolee pale ambapo walipo. Mtu anaishi Uingereza, zaka yake anatakiwa aitoe Uingereza. Mtu ambaye anaishi Marekani anatakiwa zaka yake aitolee Marekani. Ikitokezea kwamba mazingira ambayo yaliyowazunguka hayawaruhusu haya wao kuweza kuitoa Zakatul Fitri, pengine wanaishi katika mitaa ambayo hakuna Waislamu, basi katika mazingira haya na katika sura hii itawajuzikia wao kuwawakilisha watu katika miji yao waliotoka, kuwatolea zile zaka kwa niaba yao. Lakini ikiwa wapo watu ambao wanaohitajia na ni Waislamu katika nchi zao, basi zaka hii haitojuzu kutolewa nje ya maeneo yale ambayo watu wana, wanaishi. Hilo pia ni muhimu ambalo tumeona tulizindua tuli, tuli, tuli, tuli na tulitilia tuli, tuli mkazo. Lakini vile vile e, jambo jingine ambalo ni muhimu e, usambazaji wa hii Zakatulfitri, usambazaji wa Zakatulfitri utakuwa ni mwepesi mno na, na zaka hii itawafika walengwa kama tutaitumia misikiti yetu vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Zakatulfitri E, tumesema kwamba inawalenga watu wahusika, inawalenga wahusika ambao ni mafakiri na maskini. Tunapoigawa zakatul fitra kupitia misikiti, maana yake hawa watakuwa wanawajua wale watu ambao wamezunguka katika ule mtaa au katika maeneo yale husika, na itakuwa ni wepesi zaka hii kuwafika walengwa na kwa wakati, tofauti na kwamba kila mmoja akawa zaka hii anaitoa yeye mwenyewe binafsi nyumbani, unless iwe kwamba ana watu ambao wamemzunguka na anawajua kwamba hawa ni wahitaji zaidi na ni katika aqarib, kwa sababu e, neema na sadaka kila ukiitoa kwa watu ambao wa karibu yako inakuwa zaidi, inakuwa ni bora zaidi. Vile vile, e, zaka hii inapendeza zaidi kuwatanguliza wale watu ambao ni wanyonge lakini ni wacha Mungu na watu wema ni wanyonge lakini ni wacha Mungu na watu wema e, ni aula zaidi kuwatanguliza hawa kuwapa, e, kwa sababu e, zaka hii inaambatana ina na thawabu e, na dua za watu waheri. Utakapoenda kumpa mtu zaka na ni mnyonge na ni mchamungu ni mtu mwema, akanyanyua na mikono akamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala akufungulie katika mambo yako, akutakabalia ibada zako basi e, dua hizo bila shaka zitakuwa ni ni maqbula. Kwa hiyo e, nafikiria kwa haya machache ambayo tumeyazungumza yanahusiana na Zakatul Fitri, tutakuwa tumezungumza machache na itakuwa tume tume tumezunguka Zakatul Fitri kwa kiasi fulani na itakuwa imeleta faida wa ila huna aqul. Wafaqana Allahu taala lima yuhibuhu wayardahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.